Watoto hao ni miongoni mwa wakimbizi laki moja elfu 47 wa ndani ya nchi katika kambi ya Thobo eneo la Kadugli, Kordofan Kusini. Nchini Sudan. Wakimbizi hao ambao hupata mlo mmoja tu kwa siku ili kuepuka kufa njaa ni waathirika waliokosa kufikishiwa misaada baada ya wapiganaji wa RSF kufunga na kudhibiti njia zote kuelekea waliko. Wamekumbwa na vita na baa la njaa kwa mwaka mmoja, na kutokana na hali hiyo yamkini dunia ilikuwa imewasahau wasahau. Kupatikana kwa chakula na huduma za afya imekuwa changamoto kubwa. Hata hivyo, licha ya hali walimo, watu hao wameishi kwa matumaini na kujitahidi kuhakikisha kuwa watoto wao wanapata elimu bila kujali mazingira ya madarasa. Hii ndiyo imevutia wahisani kuwapelekea msaada, kuanza kuwajengea madarasa. Kordofan Kusini imekumbwa na hali mbaya zaidi ya mzozo wa kibinadamu katika nchi yenye mgogoro mbaya zaidi duniani, Sudan. Shirika ya kibinadamu ni machache, kwa hiyo huku tukitafuta amani eneo hili, tunahitaji misaada kwa wingi zaidi kukabiliana na sitofahamu. But we also need much bigger resources and much more attention to this enormous heart-wrenching catastrophe. Idadi kubwa ya wakimbizi hao ni wanawake na watoto. Wanawake wanasimulia kuwa wengi hawajui waliko waume zao, kwani familia zilisambaratika vita vilipochacha eneo la Kordofan kufuatia hatua ya majeshi ya serikali ya Sudan kuchukua tena udhibiti wa eneo hilo. Kuna matumaini kwamba hali ya wakimbizi hao wa ndani ya nchi itaboreka, misaada itaanza kuwafikia, na wana matumaini kuwa ikiwa makali ya kiangazi yatapungua, wataweza kulima mashamba wapate chakula cha ziada kwa kile wanachopokea kwa sasa.